Mpendwa mtazamaji na unayetusikiliza, ni kukaribisha tena katika wasaa huu kwenye masomo yetu ya asubuhi, ikiwa leo ni tarehe sita mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano Baba yetu liye juu mbinguni, tunakushukuru kwa kutuamsha salama wasahuu. Tunakuja mbele zako kujifunza neno lako, tunaomba Roho wako Mtakatifu akatuongoze na kutufundisha tukaweze kuyajua mapenzi yako yanayojifunua katika maandiko yako matakatifu. Nyombi letu utakuwa pamoja nasi hadi mwisho, kupitia jina la mwana wako Yesu Kristo, amina. Somo la leo linasema mkate wa uzima huhuisha asili ya kiroho, Yohana 6:50 mstari wa hamsini, linasema, hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Kuna haja kubwa ya kuidhibiti nafsi kadri tuwezavyo pale tunapojikuta tunatafuta kufaidika kutokana na makosa ya kaka, dada au rafiki zetu. Ijapokuwa hatutambui kuwa lengo la kumchafua mwingine ni kujikweza, kujikweza kunahusiana na mazoea ya kutafuta kutambua mapungufu ya wengine. Hebu kila nafsi ikumbuke kuwa ni vyema kuwa macho na kuitengenezea miguu yake njia nyofu ili kipofu asije akapotoshwa njiani. Hakuna hata mmoja wetu aliye katika hatari ya kuwa mwaminifu kupita kiasi, au kuwa na tabia inayofanana na ya Kristo kupindukia. Tiba ya kutokuwa kama Kristo, kwa kutoa nafasi kwa wema wako kusema vibaya, ni kuishi kwa unyenyekevu, kuendelea kumtazama Yesu katika kukesha kwa maombi hadi kubadilishwa na kufanana na tabia yake nzuri. Nafsi haiwezi kuridhishwa na mtindo, kanuni na desturi. Sharti kilio cha nafsi kiwe, nipe mkate wa uzima; inua kikombe kilichojaa kwa asili yangu ya kiroho iliyokauka, ili nipate kuhuishwa na kuburudishwa lakini usiingilie na kwa kizuizi kati yangu na Mkombozi wangu. Niache nimuone nimwone kama msaidizi wangu, kama mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko. Wewe, Ee Bwana, uwe msaada wangu. Wewe ulijeruhiwa kwa ajili ya makosa yangu, alichubuliwa kwa maovu yetu, na kwa kupigwa Kwake nimepona. Kristo alisulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu, na alifufuliwa kutoka kwenye kaburi la kupanga kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu; na anatangaza ushindi, mimi ndiyo huo ufufuo na uzima. Yesu anaishi kama mwombezi wetu akisihi mbele za Baba. Amebeba dhambi za ulimwengu wote na hajawahi kumfanya mtu mmoja anayeweza kufa kuwa mchukua dhambi kwa ajili ya wengine. Hakuna mtu anayeweza kubeba uzito wa dhambi zake mwenyewe. Yule aliyesulubiwa aliwachukua wote, na kila nafsi inayomwamini haitapotea, bali itakuwa na uzima wa milele. Wanafunzi wa Kristo watafanywa kufaa kwa neema yake kwa kila jaribu na jaribio wanapojitahidi ili kufikia ukamilifu wa tabia. Kwa kutazama mbali kutoka kwa Yesu kwenda kwa mtu mwingine au kwa kitu kingine, wakati mwingine anaweza kufanya makosa, lakini mara tu anapoonywa juu ya hatari yake, anakaza tena macho yake kwa Yesu, ambaye ndani yake tumaini lake la uzima wa milele limekitwa, naye anaweka miguu yake katika nyayo za Bwana wake na kusafiri salama. Anafurahia akisema, yeye ni mwombezi wangu aliye hai mbele za Mungu, anaomba kwa niaba yangu. Yeye ndiye mtetezi wangu na ananivika ukamilifu wa uadilifu wake. Haya ndiyo yote ninayohitaji ili kuniwezesha kuvumilia aibu na lawama kwa ajili ya jina lake zuri. Ikiwa ataniruhusu kuvumilia mateso, atanipa neema na faraja ya uwepo wake, ili jina lake litukuzwe. Bwana